Limited. Habari na karibu kwenye kipindi chetu cha sauti ya kuku na hadisi za wafugaji. Ni mimi mtangazaji wako Alice, na leo tutakuwa na tualishe kutoka maabara yetu ya Silverland ya chakula. Ataongea kuhusu lisha ya kuku na namna bora ya urishaji wa kukw. Najua tunapata changamoto nyingi za magonjwa lakini chanzo chake kikubwa ni namna tunavyolisha kwao. Tukae kwa makini, tutege masikio yetu na tujue ni namna gani tunaweza kupata wenye uzito mzuri, wenye afya bora na wenye lishe ambayo ni sahihi kabisa, kutoka kampuni ya Silverlands Tanzania Limited. Karibu tusikilize. Naitwa Agustino Julius Mzunda na ni meneja udhibiti bora na mtaalamu wa lishe wa Silverlands Tanzania Limited. Leo ningependa kushea na nyinyi kushiriana nyinyi kuhusu ulishaji bora na matumizi bora ya chakula. Lishe bora ni, ni utaratibu au mfumo wa kuarisha kuku kutokana na hitaji na lengo la ndege husika. Kwa chakula chetu tunatengeneza kutokana na mahitaji ya kuku kama ni wa mayai, kuku wa nyama na chotara. Chakula chetu kinazingatia viinilishe vyote na mahitaji yote kwa ndege kwa ajili ya uzalishaji wa bidhaa au za husika. Kwa hiyo ndugu mfugaji na mteja wetu, ningependa kukushauri kutumia bidhaa zetu kwa sababu mbili kuu ya kwanza, chakula chetu au bidhaa zetu zinatengenezwa kwa kutumia malighafi ambayo yamethibitishwa na mamlaka za kitaifa na kimataifa kabla ya kuanza kutengeneza chakula husika. Hivyo basi inapelekea kupata bidhaa ambayo iko bora na salama kwa ajili ya uzalishaji na mradi wako. Asilimia kubwa tunatengeneza vyakula vya kuku wa mayai na vyakula vya kuku wa nyama kwa vipindi tofauti tofauti na umri tofauti tofauti wa ndege kwa ndugu mfugaji, ili upate matokeo mazuri na thabiti, inatakiwa urishe kutokana na maelekezo ya bidhaa husika. Mm, kwa mfano kuku wa nyama huwa tunaanza na chakula cha starter crumble. Hiki chakula ni special kwa ajili ya kumpa mahitaji yote ndege ikiwemo protini, fati na nguvu kwa ajili ya kuanza ukuaji ili afike uzito ambao unatarajiwa. Chakula hiki huwa kinalishwa siku ya kwanza mpaka ya kumi na nne lakini baada ya hapo tunabadilisha kwenda chakula cha broiler grower pellet, ambacho hiki pia ni madhubuti zaidi kwa ajili ya unenepeshaji wa ndege wetu ili afikie uzito unaotakiwa haraka na kwa ufanisi kwenda sokoni kwa muda usika. Vivyo hivyo tuna chakula cha finisher, broiler finisher pellet ambacho ni kwa ajili ya kumalizia ku maintain ile weight ambayo ndege wetu ameipata tangu mwanzo alivyotoka hachari mpaka aliyokuwa shambani kwako na kwa ajili ya kwenda sokoni. Hivyo basi Ndugu mfugaji, jitahidi kuzingatia maelekezo ya bidhaa zetu ili upate matokeo bora kwa kurisha, kutokana na maelekezo ambayo yako kwenye bidhaa yetu. Vivyo hivyo, kwenye vyakula vya kuku wa mayai pia kuna vyakula cha kuanzishia ambacho ni layer starter mash, alafu kuna chakula cha kukuzia layer grower mash na pia kuna kile chakula ambacho kuku akianza kutaga complete layer mash ambacho kinasaidia kwenye uzalishaji uwe kwenye piki ya juu na kumaintain uzalishaji kwa ajili ya shamba lako. Hivyo ndugu mfugaji jitahidi kulisha kutokana na maelekezo yetu. Kuna changamoto kidogo ambayo inatokea kwa wafugaji wetu, baada ya kufika stage fulani wanajaribu kubadilisha chakula na kuchanganya mitaani. Hiyo inawasababishia wa wafugaji wetu wapate hasara kubwa, kwa sababu mnatumia malighafi ambayo hazijathibitishwa, na vivyo hivyo nyingine zinakuwa na vimelea vya magonjwa kama vile dagaa ambao wanabeba salmonella na ikolai. Hivyo wapendwa wafugaji, wateja wetu, tungependa mtumie bidhaa zetu kwa sababu zimethibitishwa na zimefuata viwango vyote vya kitaifa na kimataifa. Tunashukuru sana kwa kutumia bidhaa zetu, na karibuni, karibuni sana Silverlands Tanzania Limited kwa chakula bora. Ukiwa pia umetumia vifaranga vyetu bora, utapata matokeo bora zaidi. Nadhani wote tumemsikiliza mtaalamu um, wetu kuhusu lishe bora ya kuku wetu, na ili kuepuka hasara tuhakikishe tunalisha chakula cha sahihi kwa wakati sahihi. Tukumbuke tu mara nyingi, kama alivyosisitiza, vyakula vya kuchanganya mtaani vinawagharimu wateja wetu gharama nyingi sana, lakini kwa sababu hatutunzi kumbukumbu kumbu, na hatujui gharama tunazoingia tunahisi tunapata faida, lakini tunatengeneza hasara zaidi. Kwa kutumia chakula sahihi Lisha kwa wakati sahihi, kuku wako watakuwa kwa, kwa wakati sahihi kama ambavyo tunafundisha. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.